Hebwana, leo Aprili kumi na nane mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika ripoti za Mwananchi Digital tumekuletea mashambulizi ya Israeli yalioua watu zaidi ya 37 ambako imeripotiwa kuwa takribani watu 37 wameuawa katika mfululizo wa mashambulizi ya Israeli huku wengi wao wakiwa katika maeneo wa ambayo ni sehemu ya hifadhi za wakimbizi waliokimbia makazi yao kutokana na mapigano yanayoendelea. Kwa mujibu wa taarifa ya BBC iliyoripotiwa leo Ijumaa Aprili 18, 2025 inasema mashuhuda wa tukio hilo walishuhudia moto mkubwa ukiambaa kwa kasi kati ya mahema, na kusababisha vifo vya makumi ya Wapalestina wakiwemo watoto. Na mwanaume mmoja amenukuliwa akisema aliamka na kupiga kelele ya hofu na alitazama moto ukienea kwa kasi kutoka hema moja hadi jingine. Ikumbukwe kuwa hapo awali Israeli iliwaambia Wapalestina kuhama kutoka maeneo mengine ya Gaza hadi eneo la al-Mawasi, jambo ambalo halikuwezekana kutokana na hali ndogo ya kiusalama katika maeneo hayo. Hata hivyo jeshi la Israeli halikutoa maoni yake mara moja lakini lilisema kuwa linachunguza ripoti za mashambulizi hayo. Naye na mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, Bi Catherine Russell amesema kuwa picha za watoto wakiungua wakiwa wamejificha kwenye hema za kubahatisha zinapaswa kabisa kuwa sababu ya mataifa hayo mawili kuona ipo haja ya kusitisha mapigano hayo. Mbali na mashambulizi hayo, Hamas imekataa rasmi pendekezo la hivi punde la Israeli la kusitisha mapigano, na ikisema iko tayari kujadili makubaliano ambayo yatahakikisha kuachiliwa kwa mateka wote waliosalia ili kurudisha nyuma vita hiyo. Awali Israeli ilitoa siku 45 za kusitisha mapigano hayo ili kuachilia huru mateka kumi, lakini taarifa ya video ya mkuu wa timu ya mazungumzo ya Hamas Khalil al-Hayya ilisema kuwa kundi hilo halitakubali makubaliano ya sehemu ambayo yanatumikia ajenda za kisiasa ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Shirika la ulinzi wa raia wa Gaza pia limesema kuwa mashambulizi zaidi ya anga yamesababisha vifo vya watu saba katika mji wa kaskazini wa Beit Lahia karibu na al-Mawasi na watu takribani kumi wakiuawa huko Jabalia, wakiwemo watu saba wa familia moja katika shambulio moja na watu watatu katika jengo la shule lilotumika kama makazi ya wahanga wa kivita. IDF ilisema kuwa mapema wiki hii mashambulizi katika eneo la Khan Younis yalimuua Yahya faith Abd al Qadil abdushal, mkuu wa mtandao wa magendo wa silaha wa Hamas. Hata hivyo, wamesema kuwa hatua wa zinachukuliwa kupunguza hatari zaidi ya madhara kwa raia. Siku ya Alhamis, wakuu wa mashirika kumi na mbili makubwa ya misaada walisema mfumo wa misaada ya kibinadamu huko Gaza unakabiliwa na kuporomoka kabisa, lakini pia mapigano hayo yamesababisha madhara makubwa si tu kwa kikundi hicho cha ugaidi bali pia kwa wakazi wa eneo hilo. Wakati huo Israeli ikishikilia msimamo wake na kusema kuwa inalenga kuishinikiza Hamas kuachilia mateka na imeapa kuendeleza kizuizi hicho huku ikidai kuwa hakuna uhaba misaada kwa sababu shehena elfu ishirini na tano za lori ziliingia wakati wa usitishaji mapigano. Ikumbukwe vita hiyo ilianza Oktoba 7, 2023 wakati Hamas ilipofanya mashambulizi ya kuvuka mpaka kwa jumuiya ya Israeli na kuua takribani watu 1200 na, na kukamata mateka 251 kulingana hesabu za Israeli. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kutufuatilia kupitia platform zetu mbalimbali ili kupata taarifa nyingi pindi tuziwekapo mtandaoni. Baki nasi.